Tu kwa uh, muktasari, kuna mzee aliitwa Ibrahimu. Ibrahimu alimzaa Isaka. Isaka akamzaa uh, Esau na Yakobo, mapacha. Mama yao aliitwa Rebeka, lakini hawa vijana wawili walikuwa tofauti. Kijana mmoja alipenda kukaa na mama jikoni, kijana mwingine ni wa baba, alikuwa anapenda kuwinda. Kwa hivyo baba alimupenda, baba alimpenda sana, maana huyu kijana anamuletea kanyama, anamutengenezea kanyama vizuri, anachoma ana, mzee alifurahia sana, alipenda. hii nyumba, hii nyumba ya Isaka ilikuwa na shida mingi. Unasema kwako kwa kuna shida, kwa Isaka kulikuwa na shida, hiyo nyumba ilipasuka 50% kama kuna nyumba ambayo imeja, ilikuwa imeharibika ni ya Isaka. Usifikiri yake yako ni mbaya. Hata wewe ni afadhali. Uko na watoto watatu na unawapenda tu. Hata kama upendi wote the same. Sio hiyo upendi wote. Ni vile huambiangi lakini unaona kwanza haka katakuwa kamukora. Haka roho yako haiko kwa huyu sana, huyu. Huyu atakuwa mukora. Haendi hata kanisa. Kwa hivyo kuna yule ambayo unapenda penda sana. Iko hivyo tu. Lakini hujaharibika sana kama Isaac. Unajua Isaac yeye, yeah, mwenyewe hadi siku yake ya kifo na macho imepotea, anakufa, aliita kijana, hakuita mama. Kuambia mama hapa tumefundishwa mambo ya family life. Hata jana tuliambiwa, ukipanga mambo ambia bwana yako, simuona. Kumbuka tukufundishwa hapa ati uite umwambie, usinunue gari kama hujaambia mume wako, usijenge nyumba hiyo Ka... tulifundishwa hapa. Na tuna shida tutafanya hivyo mwalimu. Na sikuambiwa si yote, si ati unataka kununua soda, ukikutana na pasta unataka kununua soda ati uite muke. Si yote. Mwalimu alituambia vitu kubwa kubwa ile unaona itatuletea giza. Na ni sawa ah. Sasa kwa Isaka Isaka, mwenyewe anakufa, macho hakuna, hakuna macho. Akaita kijana anaitwa Esau, njo anajua anakufa, Isaac is dying, anakufa kabisa, atakufa sijui lini, kesho kutwa, sijui ni next week. Akaona kabla sijakuja, njoo nikubariki. Uzuri ni kwamba hawakuwa wanakaa nyumba za mawe, ilikuwa ni tent, hema. Kwa hivyo ukiongea hapa inatoka, you don't need a speaker, itatoka na muke alikuwa tu hapo tu mka, karibu tu na Isaka haelewi. Akaita kijana, njo akamwambia, ninataka kukubariki, maana siku zangu za kuisha zimeisha, zimefika sasa. Enda uinde tu, alafu nitengeneze, unitengeneze, si unajua ile mimi napendaga nitengeneza, ni nikule, nikubariki, kwa sababu hakuna mibaraka bure. Hauwezi ukabarikiwa kama baba hakuri au mama hakuri. Usifikirie wewe hurisi baba yako na mama yako, unangoja mibaraka utakura, no, utapata Lazima akule maana ni baraka inakujanga na chakula. Hata Mungu anasema unibariki, lete zaka na sadaka na mimi nitakubariki. Lazima kuwe na kitu mtu anakula. So Isaka akasema ni kule. Mama akasikia. Mama, mama akasikia. Mzee anafikiria ati hii message ni coded. Wapi? Usicheza na mama. Wa mama. Huyu akaenda kijana ameenda kutafuta nyama ya mzee. Mama akaita ka kijana Yakobo. Alipendanga Yakobo. Angalia baba, ni wa kijana Esau ni wa baba. Yakobo ni ka kijana ya mama. Unajua ni kwa nini mama alikapenda? Maana kanamzunguka tu hapa kitchen kila wakati, leta hiyo kikombe.